Habari za asubuhi, wahuduma wenza katika mwili wa kisiri wa Kristo Mwokozi wetu. Ni baraka kuu na upendeleo kwa pamoja nanyi katika wakati huu ili kuwasalimia na kumwomba Kristo baraka zake juu ya kila mmoja wenu. Hebu na baraka za Kristo, malaika wa agano, ziwe juu yenu nyinyi nyote, awabariki na awafanikishe kwa njia ya kiroho na njia ya kimwili kwenu na kwa makanisa yenu, na awatumie kwa njia kuu katika kazi yake katika wakati huu wa mwisho, na muwe vyombo vikuu vya Mungu kwa ajili ya mpangilio wake unaoambatana na wakati huu wa mwisho. Ningependa kueleza shukrani zangu kwa kuwa bega kwa bega na mradi wa hema kuu hekalu ya Puerto Rico, na kwa kuwa hamjakuwa tu mkiomba bari, bali mkishirikiana kwa njia zote pamoja na makusanyiko yenu, ili kwa njia hiyo kundi la siku ya mwisho ya juela pembeni ya kizazi cha dhahabu ipate ama ishindanie baraka zinazoambatana na siku za mwisho. Pigania baraka kwa imani, na jinsi imani isiyo na matendo imekufa, basi ni imani pamoja na matendo. Kwa hiyo ni kazi ya imani. Kwa kutimia kwa ono la hema, kazi ambayo imeahidiwa kutekelezwa itakuwa kazi ya imani. Kazi yote itakayofanywa itakuwa ni kazi ya imani kwa sababu msingi wa kazi hiyo ni ahadi ya Mungu inayoambatana na wakati wa mwisho ambayo kwa hiyo atafunga kipindi cha neema na kufungua kipindi cha ufalme. Tazameni pale mahali pakuwa ambapo hizo vipindi viwili vitaingiana kabisa na ambapo pia wale watakaokwenda na wale watao... watakao baki wataingiana moja kwa moja wateule watakaoenda na wale watakaobaki. Na unaona, ni ajabu kwamba nasema wateule ambao wataondoka na wale ambao watabaki. Ni wateule wa kanisa ambao watakwenda wata ma wataondoka na wale Waibrania ambao watabaki, ambao ni Waibrania mia moja arobaini na nne elfu. Unaona. Hakuna utatanishi katika maandiko yanayosema juu ya wateule. Naye atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya baragumu, nao watawakusanya wale wateule wake ambao ni Waebrania 144,000, 12,000 kutoka kila kabila. Na ikiwa atawaita na kuwakusanya wateule, na wao ni 12,000 kutoka kila kabila, kwa hiyo ni 12 na kumi na mbili ni kiasi gani Miguel? mia moja arobaini na nne elfu. Kwa hiyo elfu kumi na mbili kwa kila kabila. Kwa hiyo makabila yaliyopotea yatawakilishwa katika wale walio wateule, ambao ni wangapi? kutoka kwa makabila yaliyopotea, 120. Tazama, tumerudi kwenye siku ya Pentekoste ya ya wale 120. Kwa hiyo kulikuwa na kiongozi wa dini ya Kiyahudi, rabi, ambaye alifanya utafiti fulani na akasema, tuko 120,000 pamoja nasi. Anawafikiria waumini wale wanaofuata ujumbe, lakini lazima wawe wengi, lakini alikuwa akifikiria makabila 120,000 yaliyopotea kuna kitu kinachoendelea pale miongoni mwa Wayahudi na miongoni mwa marabi, na kadri muda unavyosonga, unaona kwamba kana kwamba unaamka na macho yako yanafumbuka na kuna kitu kinachofanyika, lakini kumbuka kwamba kila kitu kitakachotukia kitakuwa kama ile kisa cha Yakobo ambacho pia kilionyesha kile kitakachotokea na watu wa Kebrania katika wakati huu wa mwisho, ambapo Esau pale tazameni, anawakilisha pia, ye ana uwakilishi wa watu wengine ambao Yakobo anawaogopa kwa sababu alitaka kumwangamiza Yakobo, na sasa tutaeleza mengi ya hayo, lakini ukiangalia katika ukurasa wa 351, 358 na 359 ya kitabu cha vizazi na kile kitabu cha mihuri 400... na pia ule wa mianne. Kama mnayo karibu, ningewasomea kidogo zaidi. Hugo kila wakati huwa na vitabu siku zote, na kile kikuu ninachotumia kinachoishia kwenye ukurasa wa mianne themanini na nne kitabu cha mihuri, na kile kingine kinachoisha kinachoisha ukurasa 483 ya vizazi. Hebu tuone ni ni, ni, ni, ni, ni kati ya hizo mbili ni gani kati ya hizo mbili, hebu tuone katika kitabu cha

na alipokuwa akipitia wakati huo wa tabu, ndipo Yakobo akashika kitu ambacho kilikuwa halisi. Kulikuwa na malaika aliyeshuka kutoka mbinguni na Yakobo akamkumbatia huyo malaika, na hapo akabaki malaika. Huyo akamwambia ni lazima niende, kumekucha, ndugu, kumepambazuka. Na hiyo siku ni siku gani? Milenia ya saba, siku ya milenia ya saba na siku ya saba ya kipindi, kipindi cha saba. Hizi ni siku za kinabii zilizoahidiwa ili kutumiwa el na Estrero, watu wa Mungu siku ya mwisho ambayo ni milenia ya saba judíos, tazameni kwa Wayahudi bado ijaanza kulingana na kalenda yao. Pero Jacob dijo, lakini Yakobo alisema, sitakuacha usiponibariki huwezi kuondoka, mimi nitabaki pamoja nawe. Nataka kuje na mabadiliko kwa hali yangu, nataka kuwe na mabadiliko kwa hali yangu. Hao ni wale 140,000 walagai wa fedha ambao wamekuwa si waaminifu sana katika masuala ya fedha, lakini pale mwisho atakapoona jambo la kweli na uwezekano wa kuishika pale kutakuwa na Musa Amen. Na Elia Amina. Hao pia watakabiliana na Mungu hadi wale 144,000 wa makabila kumi na mbili ya Israeli waitwe na kuchukuliwa. Haya yanatokea tu kabla ya dhiki kuu kuanza. Hilo lilisemwa pale na ilikuwa katika muhuri wa sita. Kwa hiyo kutakuwa na, hebu tuende, tuende tuone baadhi ya mambo ambayo yameahidiwa ya kwa ajili ya siku ya mwisho, lakini tutakuwa tunaona zile utungu ya kuzaa lakini hatutaona kuzaliwa na sehemu ngumu ya dhiki kuu, utangulizi tu wa ile dhiki kuu. Na katika utangulizi wa dhiki kuu, hema kuu hekalu itakuwa tayari imesimama na itakuwa ya msaada kwa mamilioni ya wanadamu. Kuna mambo mengi yanayoambatana na, na ono mfano la hema kwa mfano, imani kwa ajili ya unyakuzi au imani ya kunyakuliwa na ku el ya, ya kubadilishwa na kunyakuliwa copas, e, siri plagas, na kufunguliwa kwa muhuri wa saba vikombe na mapigo la mahubiri la plaga, mafunuo ya mapigo kofa, plaga, vikombe mapigo baragumu haya yote yatanenwa katika kutimia kwa ono la hema kumbuka kwamba mchungaji William Branham siku zote alitaka kuwa na hema ili kuhubiri juu ya mapigo juu ya baragumu kuhusu zile vikombe. Kwa hiyo mambo haya yote yatajumulishwa katika jumbe zitakazohubiriwa, lile la jina jipya pia na Mungu atakuwa anafanya mambo mengi katika kutumia kwa ono la hema, kwa sababu hiyo itakuwa ni mvuto wa tatu kupitia kwa neno la umbaji likinenwa na haitakuwa ni onyesho la hadhara, ile sehemu ya uponyaji na miujiza itakayofanywa mahali hapo, utawaona tu watu wenye matatizo ya kiafya wakiingia na kupitia mlango mwingine Utaona kwamba watatoka vizuri na wanawahoji na hawa wanatoa ushuhuda. Sijui kilichotokea, siwezi kujua ni nini kilitokea, lakini wanaweza kusema jambo kama hili, lakini kwa hakika najua ya kwamba kabla hiyo nilikuwa kiwete au kipofu, na sasa naona. Kama yule mtu, yule kijana alisimama. Najua tu jambo moja tu kwamba nilikuwa na shida hapo awali, na sasa sina. Nilipitia tu hapo. Kuna siri gani? Sikwambii. Mtaiona, mtaiona siku moja, mtaiona, kwa sababu anasema itakuwa kitu cha faragha. Natazama kile kilichotimizwa hapo kila ambacho Kristo alisema, ninyi mnapomba, ingia katika chumba chako cha siri, umwombe baba yako wa mbinguni atazamae, naye atawajibu mbele ya watu. Anaonya ama awaonaye na awasikie naye atawalipa hadharani. Tazameni na haya yote tazama, patakuwa mahali tayari palipotengwa, palipotengewa mtu na hiyo itakuwa ni chumba chake au ofisi yake, ambapo atasoma na kuombea wagonjwa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, na atafanyaje? Mfano ilitolewa na mchungaji Julian Branham katika zile dhihirisho tano, ambapo aliona mkono wa Bwana wenye nguvu. Unaona yote ambayo yalikuwa yalikuja kuwa yalikuja kutimia, na kisha inakuwa kielelezo na mfano ya kile kitakachokuwa. Mvuto wa tatu katika kutimia kwa ono la hema, kwa kuwa ile ilikuwa tu ni sampuli ama onyesho ya mvuto wa tatu, ilikuwa ni neno la uumbaji likinenwa na mwanadamu, na kile ambacho alisema ilitimia sio tu yule mtu mwingine akiwa, bali hata akiwa kwa umbali. Na tazameni mambo ya yote yaliyotimia, matukio matano ambayo sasa ni ya historia na ambayo ni kivuli na mfano ya kile kitakachotimia, yani kilionyesha mambo yaliyotimia pale na mambo yatakayotimia usoni. Ndiposa alisema mvuto wa tatu uko hapa, kwa kuwa ilikuwa ndani yake ikifanya kazi katika onyesho ama sampuli ya kile ambacho kingekuwa mvuto wa tatu katika utimilifu wake wote. Ndiposa alisema kile ambacho mmeona kwa sehemu, sasa kitaenda kudhihirishwa, mtaenda kuona katika utimilifu wake wote. Kwa hiyo alikuwa na dhihirisho hilo na alipenda, na wale waliokuwa pamoja naye, na waliona ya kwamba haikuwa wengi ambao walijua kile kilichofanyika kwa kuwatazameni. Hakukuwa na mtu yeyote pamoja naye aliponena maneno kwa uponyaji wa mke wake, alikuwa tu pamoja alikuwa tu ye na Mungu na malaika. Alimwambia nena chochote nachotaka na kitafanyika hivyo. Hiyo ni cheti miliki ikirejea kwa mwanadamu, ili ikionyeshwa pale. Hiyo pia ni neno la uumbaji likiwekwa ndani ya mwanadamu na mwanadamu huyo akinena neno hilo na tunaweza kutafuta mambo mengi zaidi katika maandiko ili kuonyesha kile kitakachokuwa neno hilo likifanya kazi ndani ya mtu huyo. Marko mlango wa 11 mstari wa 21 na 23, mahali hapo mkiambia mlima huu yani, si ati mkiomba si, bali ukiwa na mbegu, mkiwa na imani kama mbegu ya haridali, mtaambia mlima huu utoke huku na iende huku, na itenda, hakuna chochote kitakachokuwa hakiwezekani. Hiyo ni jambo ambalo mchungaji William Branham hakuelewa na hakutaka kuhubiri juu ya fungu hilo kwa kuwa hakuelewa jinsi itakavyokuwa ni mwanadamu atakavyosema na mambo yatokee. Na basi akaonyeshwa katika uumbaji wa misongareli ambapo malaika anamwambia, nena, neno nena neno, sema kwamba watokee, na watatokea mahali ambapo utasema. Tayari hiyo ni jambo la neno la Mungu katika kinywa cha mwanadamu. Neno likiwekwa katika kinywa cha mwanadamu, na kile ambacho huyo mtu anasema kitatokea. Hayo yote yanaambatana na ono la hema na kutimia kwake, lakini haitakuwa ni onyesho la hadhara, malaika anamwambia, na hiyo ni ili kusikwe na waigaji ama uigaji, kwa kuwa kuna watu wengi ulimwenguni, katika ulimwengu wa kidini, katika jamii ya wa Kristo, katika jamii ya Wayahudi na dini zingine zote, ambazo ama ambao watajaribu kila wakati watajaribu kufanya miujiza fulani, na wakiona jinsi mambo yanavyofanyika watajaribu kuiga, ama wakijua mbeleni watajaribu kujitayarisha na ile ya kweli inapokuja, watu watasema hiyo ndio ile tu ambayo mtu fulani mwingine anafanya. Lakini mchungaji William Branham alisema juu ya hilo hakutakuwa na uigaji, kwa kuwa hibilisi halijui. Hivyo basi tunataraji kuwa tunafanya kazi kwa ajili ya mradi ambayo itatupeleka katika kilele cha mpangilio wa Mungu hapa duniani, naye atatusaidia ili kuwa na imani ya unyakuzi, wote ambao tutakaobadilishwa na kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwana kondoo, yani yote ambayo Mungu ataenda kufanya kuti kute, kutekeleza, inaambatana na mvuto wa tatu. Na hivyo basi, ono la hema yote inaambatana na mradi huu, na ni mradi sio tu ya, ya pa fulani na misingi, bali ni mradi sio tu ya kihalisi, bali ni mradi wa kiungu inayohusiana na imani iliyokamili, imani ya kubadilishwa na kunyakuliwa, imani ya kipindi kipya, kuja kwake Bwana kama simba, mradi wote wa Injili ya ufalme na mambo yote yanayo un ungamanishwa pale, jina jipya la Bwana, jina jipya la Bwana, jina jipya la mji wa Mungu wetu, na jina la Mungu likiwekwa juu ya mwanadamu, kwa kuwa Kristo kwa alisema nitaiandika juu ya yule mshindi, na kama alisema yeye atafanya hivyo, lakini kwa njia gani? Hiyo yote itakuwa kwa njia gani? Tuache hiyo hadi wakati tutakapokuwa katika kutimia kwa kikamilifu kwa ono la hema, na pale tutaona wazi kila ambacho tunawezelewa. Tu ni ya kwamba ndani pale kutakuwa na mtu huyo, kwa kuwa mchungaji William Branham alipokuwa katika ono la hema, malaika alimwambia. Baadaye malaika alimwambia ali, Je, unakumbuka jina ambalo ulikuwa unatafuta wakati ulipoona ono? Yani, kuna jina pale lililo muhimu sana katika mpangilio wa kiungu, na pia malaika ananena mambo mengi, ananenea mchungaji yule Abrahamu mambo mengi yanayohusiana na ono la hema. Malaika alijua hivyo. Basi tazameni, malaika alikuwa pale na aliona malaika ndiye aliyemchukua mchungaji William Branham. Kwa hivyo malaika anajua, malaika huyo anajua yote yanayohusiana na ono la hema, na ilikuwa ni yeye aliyempea ono la hema. Hivyo basi yeye akiwa pale At anahusiana na ono lote la hema kuu, hekalu, malaika yumo pale ndani ya ono la hema na sasa, para edad, kwa kizazi chetu ni mradi wa ono la hema kwa kuondoa tunajua tu ni kwa ajili ya kizazi chetu, kwa kuwa haikuwa ni kwa ajili ya kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano wala cha sita au saba, na haikuwa katika wakati, wakati wa lile pengo kati ya kizazi cha jue la pembeni na kizazi cha saba ambapo pia mchungaji William Branham alikuwa pale, kwa kuwa h alikuwa katika kizazi cha saba, na kisha alikuwa katika hiyo pengo kati ya kizazi cha saba na kizazi cha jue la pembeni katika pengo hilo, alijaribu kutimiza ono la hema lakini, hakujaliwa kwa kuwa ni kwa ajili ya kizazi cha jiwe la pembeni, na labda watu wengi ambao wanajua ujumbe wa mchungaji William Branham. labda watu wengi wanajua ujumbe wa mchungaji William Branham, lakini hawajasoma kwamba katika jumbe za William Branham kuna Ujum, kuna ahadi ya kizazi cha jua la pembeni. Tunaweza kusema kwamba, wanaweza kusema kwamba hiyo ni jambo ambalo William na Miguel walibuni, lakini tukienda kwenye maandiko na katika jumbe za mchungaji William Branham, basi unaweza kuelewa ya kwamba ilikuwa ni ahadi ya kiungu iliyotolewa na Mungu kupitia kwa mchungaji William Branham na inayohusiana na maandiko yote. Kama kuna jiwe la pembeni ambalo ni Kristo, basi lazima kuwe na kizazi cha jiwe la pembeni, na ilikuwa miaka mbili miaka elfu mbili iliyopita kizazi cha jiwe la pembeni. Kizazi cha Kristo, na lazima iwe katika wakati wa mwisho hicho kizazi cha jiwe la pembeni katika kuja kwa Kristo mara ya pili, na kama kulikuwa na mtangulizi wa kuja kwake mara ya kwanza, lazima kuwe na mtangulizi wa kuja kwake mara ya pili, na nyote mnajua kwamba nani alikuwa ni mtangulizi wa kuja kwa Kristo mara ya pili na hivyo basi, lazima kuwe na watu ambao wanapokea mradi wote unaoambatana na kile kilichotangulizwa katika mambo yote yaliyonenwa, ya kwamba itatukia katika kuja kwake bwana. Mchunga William Branham alikuwa ni mtangulizi, alitanguliza, alinena juu yao, alinena juu ya Musa, juu ya huduma ya Musa, alinena juu ya huduma ya Eliya, alikuwa anatanguliza, alinena juu ya hema kuu, hekalu. Na je, kuna huduma iliyotumia hema? Kwa hakika Musa, maskani, na hadi watu wote walitumia hema. Yani, ilikuwa ni kizazi kizazi cha Musa, wakati wa Musa akiwa ni mjumbe wa kipindi, ulikuwa ni wakati wa mahema, hema ya Mungu, hema ya kila jamii. Haya yote pia yanakuja kuwa ni kivuli na mfano ya ufalme wa miaka elfu kwa ajili ya milenia ya saba, ambayo ni wakati ambapo sikukuu ya mahema itatimia, yani sikukuu ya mahema. Na hakuna kitu inaweza kustahimili wakati wa matetemeko matete makuu kuliko hema, kwa kuwa inaweza kusonga songa yani, ni flexible. Kwa hivyo yote itafanya kazi kwa wema, naye Mungu ndiye anayeongoza mambo yote. Nashukuru sana yote ambayo nyote mnafanya, na namuomba Kristo ya kwamba abariki nyinyi nyote pamoja na makusanyiko yenu, na azidishe, awazidishe kwa njia kuu, azidishe baraka zote za kiroho na za kimwili, na watumie kwa njia kuu katika wakati huu wa mwisho na juhudi na miujiza mkuu ambayo mnahitaji muujiza mkuu, aitekeleze Mungu, aitekeleze katika wakati huu na tutumie sisi sote, na mtu yote yule ambaye anamchagua ili kumtumia, ingawa labda si wetu. Hebu Mungu awabariki na walinde na watumie kila wakati kwa njia kuu katika kazi yake. Na Miguel kwako pia, ambaye sote tunajua kwamba anaongoza kazi hii na mradi huu wa hema kuu hekalu akifanya kazi na mataifa yote na makusanyiko yote na wahuduma wote na pamoja na Puerto Rico, na mimi pia niko bega na bega pamoja na Miguel na pamoja na Puerto Rico na pamoja na nyinyote tukunga mkono mradi huu hema kuu hekalu ambayo tunataka kwamba hivi karibuni itimie kwa watu wote. Ebu Mungu wabariki na walinde, na naacha pamoja nanyi mara nyingine tena mishonari Miguel Bermudes Marin.